Kwa miaka mingi watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dr. Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usiangaike tena. Dr. Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu Tangoso, pia hutatua uchawi na chuma ulete kukosa kazi, au mvuto wa kibiashara, kumrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake, huduma zake zinakufikia popote pale ulipo kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp au tembelea tovuti yake www.drngoso.com. Usisahau pia kumfuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii kama vile YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Dr. Ngoso. Dr. Ngoso, bingwa magonjwa sugu, shida na matatizo mbalimbali. Katika miongo michache iliyopita Afrika imekuwa uwanja wa mapambano ya kimya kimya baina ya mataifa makubwa duniani, kuanzia Marekani, China, Ulaya na sasa, Russia inaonekana kurejea kwa kasi sio ya kawaida. Lakini tofauti na zilivyokuwa zama za vita baridi, Russia sasa inajitokeza kwa sura mpya, si tena kama dola ya kikomunisti bali anakuja kama rafiki asina masharti, mtoa misaada ya kijeshi na mpinzani wa kile kinachoonekana kuwa ni uonevu wa kimabavu wa nchi za Magharibi. Je, huu ni ushirikiano wa dhati unaolenga kuinua Afrika au ni njia nyingine ya kulidhibiti bara tajiri la Afrika? Tofauti na mataifa ya magharibi yaliyojenga ukoloni, Russia, ikiwa bado enzi ya umoja wa Kisovieti, haikuwahi kutawala nchi yote ya Afrika. Badala yake iliunga mkono harakati za ukombozi kama za ANC ya Afrika Kusini, MPLA ya Angola, Frelimo ya Msumbiji, Swapo ya Namibia na kadhalika. Lakini pia iliwapa wapiganaji uhuru wa mafunzo, silaha na hata elimu bure nchini Russia. Kwa hiyo, kwa mataifa mengi ya Kiafrika, Russia inaonekana kama taifa lisilo na doa lolote la ukoloni. Lakini baada ya kusambaratika kwa USSR mwaka 1991 Russia ikajifungia ndani kwa zaidi ya miaka 20 ikijijenga upya. Hata hivyo sasa imeanza kurudi tena barani Afrika na kwa kasi kubwa. Russia haiji na mikopo mikubwa kama China wala masharti magumu na ya kisiasa kama ya IMF na Marekani. Badala yake imekuwa ikitoa silaha kwa bei nafuu au pengine hata bure. Kufanya mikataba ya madini na nishati, mafunzo kwa wanajeshi msaada wa kidiplomasia kwenye Umoja wa Mataifa, na baadhi ya nchi zimepewa debt cancellation, yani kusamehewa madeni kabisa. Mwaka 2019 Rais Vladimir Putin aliandaa kile kilichoitwa Russia Africa Summit huko Sochi, mkutano mkubwa wa kihistoria uliowashirikisha zaidi maraisi 40 wa Afrika. Kongamano hilo lilitangaza rasmi kwamba Russia inarudi Afrika. Katika mataifa yenye migogoro au hali ya kisiasa isiyotulia kama vile Mali, Burkina Faso, Sudani, Jamhuri ya, ya Afrika ya Kati na kadhalika, Russia imekuwa ikitoa msaada wa moja kwa moja wa kijeshi kupitia wanajeshi wa kawaida au makampuni ya kijeshi ya kibinafsi kama Wagner Group. Mfano, Jamhuri ya Afrika ya kati, Wagner walisaidia kuilinda serikali dhidi ya waasi, wakapewa vitalu vya dhahabu na alumasi. Huku Mali, baada ya mapinduzi ya kijeshi, Mali ilitimua vikosi vya Ufaransa kisha ikakaribisha wanajeshi wa Urusi. Burkina Faso, nchi ilionyesha nia ya kujiunga na Urusi na kukataa kabisa misaada ya nchi za magharibi. Kwa mataifa haya, Russia huonekana kama mshirika wa dhati anayeheshimu mamlaka ya ndani, tofauti na Ufaransa au Marekani wanaodai mageuzi ya kisiasa kabla ya kutoa misaada. Lakini kwa wachambuzi wengine wanasema hii ni mbinu ya Russia kudhibiti utajiri wa Afrika kwa njia ya urafiki. Russia imeingia kwa kasi kwenye mikataba ya dhahabu Almas, chuma, uranium, gesi na mafuta, kupitia kampuni ya nishati ya nyuklia ya Rosatom, Russia imejipenyeza katika sekta za kimkakati. Kwa mfano, nchi kama Zimbabwe, Sudani na Jamhuri ya Afrika ya Kati zimekubali Russia kuendesha machimbo kwa masharti yasiyojulikana wazi. Swali ni je, hii ni biashara ya haki au ni mtego wa kimyakimya kama ule unaolaumiwa kwa Wachina. Russia inapozungumza na Afrika hutumia hoja zifuatazo: tofauti na wengine, sisi hatukulazimishi kuiga demokrasia ya Magharibi, lakini pia tunawaheshimu ninyi kama washirika wa kweli, tuna historia ya kusaidiana na nasikuiba. Magharibi wanaweka masharti, sisi tunaleta usalama. Maneno haya huingia kiraisi kwenye masikio ya viongozi wa Kiafrika wanaochoka kusimamiwa, kuhukumiwa au kudhibitiwa na mataifa ya Magharibi. Ni hatari gani zinazojificha kwenye ushirikiano huu? Ingawa kuna matumaini, pia kuna mashaka yanayozidi kuibuka, hasa kutoka kwa wachambuzi wa masuala ya usalama na utawala. Hatari kuu ni pamoja na kukua kwa ushawishi wa kijeshi wa Urusi katika tawala za kidikteta, lakini pia ukosefu wa uwazi katika mikataba ya madini na nishati, kuimarika kwa makampuni ya kibinafsi ya kijeshi yasiyo na uwajibikaji, lakini pia matarajio ya kulipiza fadhila kwa kuipigia kura Urusi kwenye Umoja wa Mataifa hata pale inapokiuka sheria za kimataifa. Kwa mfano, mataifa mengi ya Afrika haikuilani Russia ilipoivamia Ukraine, ikiwa ni ishara ya uaminifu kwa mshirika wao mpya. Je, mataifa ya Afrika yanapata nini? Kwa sasa, faida inayopata mataifa ya Afrika ni kupata silaha bila masharti, mikopo na misaada ya haraka. Sauti ya pili ya kimataifa inayowapinga magharibi lakini pia wana nafasi ya kujadili mwelekeo wao bila shinikizo la demokrasia. Lakini je, mataifa haya yanakuwa huru zaidi au yanaruka kutoka koloni moja hadi jingine? Na je, wanachagua mshirika mpya kwa maslahi ya wananchi au kwa maslahi ya wanasiasa kujiimarisha kisiasa wenyewe? Ushirikiano wa Urusi na Afrika ni wa kweli na unaendelea kukua, lakini hauna tofauti kubwa na kile mataifa mengine ya nje yamekuwa yakifanya, yaani kutoa kitu kwa mkono mmoja huku mkono mwingine ukibeba vya thamani zaidi. Katika dunia ya sasa ambapo diplomasia ni biashara, mataifa ya Afrika lazima yaamke, yasimame si kama waombaji Bali kama washirika wenye msimamo. Je, Urusi inaisaidia Afrika kwa dhati au anatumia mbinu za kisayansi kuchota mali za Kiafrika kwa jina la urafiki? Mimi naitwa Ananias Edgar.